Habari. Aa, kwa wale ndugu zangu ambao bado hawajaona matokeo ya nekta njia nyepesi ni namba moja, ingia kwenye tovuti rasmi ya nekta Lakini namba mbili, kwenye comment section ya video hii kuna link nimeipin, ibonyeze, itakupeleka moja kwa moja ukaangalie matokeo hayo. Sasa, mwelekeo ni upi baada ya matokeo ya kidato cha nne kutoka, mwelekeo ni nini? A, mwelekeo namba moja ni kusubiri selection za kwenda advance kidato cha tano, lakini mwelekeo namba mbili ni kusubiri pia selection za kupangiwa vyuo, lakini mwelekeo namba tatu baada ya matokeo ya NECTA kutoka, kwa wale ndugu zangu naongelea D4 zimekosekana katika masomo yasiyo ya dini. Option ni hivi, bado una chance ya kurudia mpaka principal pass zikapatikana. Lakini bado pia una fursa ya kwenda vyuo vya VETA au ukajifunza fani mbalimbali mbali, fani naongelea udereva, naongelea welding na fani tofauti tofauti bado hizi pia zina soko nchini Tanzania lakini kikubwa tu kama mtu ajaridhika maybe na matokeo e, ni kuepuka tu kuepuka magangs, kuepuka kuepuka makundi yasiyofaa. E, kwa hiyo kikubwa ni hivyo bwana e, hakuna kukata tamaa e, bwane bwana, nikutakie siku njema, Mungu akutangulie.